Hii inahusisha tangu mama wako ameanza kuumwa na gharama za matibabu. takiwa kufanywa operation na ikashindikana. Hii pia na malipo ya operation, alafu ndo hati ya kifo cha mama wako. mm-hmm. Kiukweli kifo cha dada yangu kiliniumiza sana sana, lakini nilijitahidi na ninawashukuru pia madaktari walipigania uhai wake lakini Mungu alimpenda zaidi. Kuna wakati, mm-hmm, wanajua mjomba changanyikiwa kwa sababu kuna taarifa au uvumi ambao uko mtaani. Inasemekana kifo cha mama hakikuwa cha kawaida, na sio kama pressure, kama jinsi ambavyo imeandikwa hapa. Kwa hiyo unataka kusema nini? Kwamba mimi na kuongopea mimi? Ndiye niliyemuuguza dada yangu mpaka mauti yamemfika, unaanza kusikiliza watu mtaani? Unasikiliza nini hiyo unamaanisha kwamba hizi taarifa ni za uongo ambazo watu wanaziongea? Nisikilize, nisikilize kwa makini. Binadamu wanajua kuongea mambo ya watu wanayoyajua na wasiyoyajua pia. Usipokuwa makini, unaweza ukagombana na kila mtu. Unapaswa kusikiliza mjomba wako anakuambia nini kuhusu kifo cha mama yako, sio usikilize watu wanakuambia nini kuhusu kifo cha mama yako. Tumeelewana vizuri? Unapoanza kutafuta chokochoko choko za kuhusiana na kifo cha mama yako, unaniumiza na mimi. Sikiliza mjomba wako anakuambia nini. Mimi ndo nimemuuguza dadangu mpaka mauti amemfika. Zimwi likujualo likumalizi, sawa? Linakula kidogo kidogo, lengo usijijue. Walisema utu uzima. Oh, daa dawa kwangu ni mzigo wa lawama na nianitue aumu machafuko machafuko. Niko hapa sihitaji mme wako jue, kwa sababu nimekuja kwa kujificha sana. Ninachohitaji kujua kwa nini mme wako ameanza kufuatilia kuhusu iki kifo cha mama yake, ikiwa kuhusiana na kifo cha mama yake tunajua watu watatu: mimi, wewe na Pria. Mme wangu amejua. Sasa mme wangu amejuaje? Kwa sababu mi ninachokijua kati yetu sisi wote watatu hakuna mtu yoyote ana uwezo wa kumfata mme wangu na kumwambia kitu kama hicho. Kwa hiyo unataka kusema nini? Kwamba wewe huwezi kumwambia mme wako? Mjomba, mimi naanzaje kumwambia mume wangu vitu kama hivyo lakini? Wewe ni mke wake, hebu nihakikishie. Hata kama mimi ni mke wake siwezi kumwambia vitu kama hivyo, ila labda nikutoe shaka, nipe muda tu kidogo, nianze kufuatilia ili niweze kujua ni nani aliyeongea na mume wangu na kumwambia habari hizi, maana mimi siwezi kumwambia vitu kama hivi, na pia sidhani kama anaweza kumwambia vitu kama hivi. Naomba ili swala lisichukue muda mrefu, kwa sababu tunavyozidi kukaa kimya, mambo yanaharibika zaidi. Tumeelewana? Sawa, mjomba, mi nimekuelewa, nitalifanyia kazi na nitakuja kukupa majibu yaliyokamilika. Jitahidi Dana, najuliza hivi magumu yaliumbiwa kwetu? Mana changamoto zote kwangu, shida hazikwisha, dozi nazi kunikomoa. Una muda najisikia kukata tamaa. Upo kwenye usingizi mzito sana, kaka Twizy na nasikitika, kuna vitu vingi sana hauvifahamu. Hivi kaka, unafahamu chanzo cha kifo cha mama? Of course si ilikuwa ni mshtuko, au kuna kingine? Ndio maana nikasema kuna vitu vingi sana uvifahamu, kaka. Ndio maana naona mimi naishi haya maisha ya mtaani. By the way, unachelewa kazini kaka na una majukumu mengi sana yanakusubiri, unaweza ukaenda, mimi nitakutafuta. Mm, najisi kukata tamaa, moyo naumbi, moyo majeraha, sijui nina nuksi gani kwenye hii dunia mambo yote magumu kwangu ndo yanatua. Eh papa, kwa hiyo unamaanisha kwamba hizi taarifa ni za uongo ambazo watu wanaziongea? Nisikilize, nisikilize kwa makini Binadamu wanajua kuongea mambo ya watu wanayoyajua na wasiyoyajua pia. Usipokuwa makini, unaweza ukagombana na kila mtu. Unapaswa kusikiliza mjomba wako anakuambia nini kuhusu kifo cha mama yako, siyo? Usikilize watu wanakuambia nini kuhusu kifo cha mama yako. Tumeelewana vizuri? mbaya mbona babu Nyuki kaishia nje au hajataka kutusalimia? We Amanda, usiniambia umesikiza mazungumzo yetu. Kuna chochote umesikia? Hapana, kwani alikuwa amesemaje? Hajaongea chochote, tulikuwa tunasalimiana tu. Na vipi wewe usiku huko hapa kwa sebuleni, kwani hujalala hadi sasa hivi? Wakati unajua ni mtoto mdogo, muda huu unatakiwa umepumzika. Sijalala kwa sababu nailinda hii nyumba, watu wabaya wasija kumshambulia babaangu. Hivi Amanda, una shida gani? Amaneno kwa kufundisha nani? Ushakuwa mtu mzima si ndio? Mana ongea maneno akiutuzima kama hivyo. Kwa hiyo ushakuwa mlinzi sawa, hii nyumba unaweza kutulinda watoto tukilala si ndio? Eh? Hebu nenda ndani bwana ukalale, huoni kama ni usiku? Kalale. Kwa hiyo unajifanya mtetezi sana babaako? Babako ndiyo namlinda babaangu, na akitamkuta baba kitu chochote We mtoto wewe, hebu kuwa serious. Hakuna kitu chochote ambacho umekisikia? Sijakisikia chochote. Basi kama hujasikia chochote, nenda kalale. Sawa, nenda kalale, mtoto mzuri eh. Aya nenda kalale, nenda kalale. Unanitazama kitu gani? kwa mtoto ajasikia kweli kitu. Na hakika umenichanganya na penzi lako mpaka, hmm, nashindwa kula bila kukuona <laughs> kwa sasa, wewe ni mithiri ya kisima kinachokata kiu ya mapenzi yangu. Unajua, hmm, nikwambie kitu, nakupenda sana na nimedata kwa kweli. <laughs> usikae mbali na mimi, mara zote, nakuambia kila wakati, huo unanipigia simu au unanitumia message, una na anavyotapata hapa sasa hivi. Nakuelewa, lakini kuna shida kidogo. Usijali um, bila shaka tatizo ni Lemi, si ndio? Ndio, amesharudi, yupo ndani. Vipi, nifukuze? Hapana <laughs> mimi ndo nilimwambia aje kwako, alinifata akanielezea ya matatizo yake. Sasa sisi watoto wa pwani huwa tunapokula, tumefundishwa tusimshike kipofu mkono, tule naye taratibu. Um, nataka uwe naye karibu sana, mwonyeshe kwamba hakuna kitu chochote. <laughs> mdundishe kama kitenesi ili ajifunze alitambue jiji vizuri. <coughs> E mm, kwa hiyo ndiyo ulimshauri arudi? Ni sahihi, nisingeweza kumwonyesha hadharani kwamba baada ya e kuondoka, natoka na wewe. Ila anatakiwa tu asikilizie milio, yani miruzi, mm, hivi kwa mbali. Tutamlisha ugali kwa picha ya samaki, si ndiyo? Sawa, haina shida, lakini mwenzako mimi nimeshaanza kukupenda, kwa hiyo sije ukakaa mbali na mimi. <laughs> Awezi kuacha kumpenda mwanaume kama mimi ninayejali na um, kuijua shughuli vizuri. Ila sasa naomba nikuambie kitu kimoja. Uh, ishi naye vizuri mpe huduma zake vizuri lakini usipitilize, mpe mm. <laughs> kidogo. Sawa basi, unaweza kwenda nani, tutaongea kesho asubuhi. E, sawa, nakupenda. Na nakupenda zaidi yako, asante sana, nakupenda. Sawa, mekabuela mekabuela. Ah, mtoto mzuri sana. <laughs> Mama, mbona babu kaishia nje, babu? Babu yako gani? Babu Nyuki. Babu Nyuki amefika leo hapa? Ndiyo mama, alikuwa kule getini anaongea na mama mbaya. Unasema kweli? Ndiyo mama. Sasa nashangaa mbona ajija kutusalimia humu ndani au atupendi kama baba? Hapana, babu nyuki anakupenda vizuri tu na atafika hapa ndani kukusalimia sawa. Sawa mama. sume so, mwana kabisa yuko nje anaongea na mama mbaya. Ndiyo mama. Sasa nisikilize, usije ukamwambia baba kama babu alifika hapa sawa? Mama, kwa nini? Nisikilize, mimi sitaki maswali mengi. Usimwambie baba kitu chochote. Sawa mama. Moyo na naum moyo majera. Sijui ni na nuksi gani kwenye hii dunia, mambo yote magumu kwangu ndo yanatua. Ulikuwa unaongea na nani pale nje? Alafu mbona kama nimfahamu hivyo? Wewe jukumu lako ni kukaa na kunifuatilia, nilikuwa naongea na nani? Unashindwa kukaa na kujali majira yako ulioumia, unajua mara mwisho kipindi natoka hapa nitegemea kuwa utakuwa umebadilika kwa kiasi kikubwa sana, lakini matokeo yake hakuna chochote ambacho umebadilika. Kwa nini uko hivyo Tedi? Hayo maisha ambayo unaishi utaendelea nayo mpaka lini? Kwa nini ubadilike Tedi? hivowe mwanaume, ulikuwa unategemea nini? Yaani umetoka hapa umeenda kuishi na mwanamke wako. Mi ningeishije? ulikuwa unategemea mi ningeishije? ningelipaje maji, kodi, umeme? Kwa hiyo njia pekee ya kupata pesa ni kuuza mwili wako? Kwa hiyo hakuna kazi nyingine? kwa nini unakuwa hivyo? lakini mbona ubadiliki? Nisikilize otufyskliz ukihitaji kuishi kwenye hii nyumba kwa amani, kuanzia leo sihitaji uniulize chochote. Hiyo mm. Kwa hiyo sasa hivi mfika steji, nikikwambia ukweli unakasirika. Ukweli gani unaongelea Remi? Hapa ni kwangu, naishi vile navyoona ni sawa. Nisikilize kwa makini Remi, kama unahitaji kuendelea kuishi hapa, sihitaji uniulize nilikuwa wapi, nimetoka wapi na nilikuwa nazungumza na nani. Na kama ukishindwa, beba vitu vyako na uweze kuondoka sasa hivi. mekabuela mekabuela

Ulikuwa sebleni ndio? Mbona mimi nimezunguka kule kote sijakuona? Ina maana mme wangu sasa hivi hatuamini, yani? Sasa mimi nakwambia nilikuwa sebleni, unafanya kunifokea. Kwa hiyo mimi ni chizi? Nimezunguka sebleni mpaka jikoni hadi chumba cha watoto sija kuona. Alafu unajua siku hizi sikuelewi wewe eh, umekuwa na mienendo fulani hivi ambayo haueleweki. Sasa mume wangu, mbona unaanza kunihisi vitu vya ajabu? Nisha kwambia nilikuwa sebleni, sasa kwa nini kudanganya mume wangu? Ko mimi nipongazeze? Wewe nambie ulikuwa wapi, sio hivyo mume wangu bwana? Ina maana wewe mume wangu sasa hivi uniamini si ndio? hmm? hmm. uniamini ninachokwambia hmm.

Mana sometimes unaweza kutulaumu, si wa baba, maisha yetu si akina baba yana changamoto. Musitusome kwa mwonekano, mtajidanganya. Sometimes wakezetu mwatulaumu eti tunazikimbia familia zetu. mm-hmm. mm-hmm. Kuna wakati twazikimbia familia zetu.